E bwana, vipi mwanafunzi wa Chuo cha Uhasibu Arusha. Huu ni mwongozo wa taarifa ambazo zinaendelea kutoka kuhusiana na hiki ambacho tayari kimeshatangazwa na serikali ya wanafunzi 2024, 2025. Na leo pembeni yangu niko na waziri mwenye dhamana yake, nikiwa na maana ya waziri mwenye michezo e, ndani ya Chuo cha Uhasibu Arusha na hili ambalo nalizungumzia e, liko kwenye mikono yake, kwa sababu ndo mkuu na au ndo mkurugenzi wa masuala yote e, ya Mr and Miss IAA, bila kusahau masuala yote ya Bulls Cup sasa hizi salama kiongozi e, bwana, kama ambavyo tunazidi kuangalia taarifa kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, taarifa kuhusiana na Mr and Miss IAA, tayari zinaendelea kuwa taarifa ambazo karibia kila mwanafunzi anazipata. Wanafunzi wengi wanashauku kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Nataka uzungumzie kwa ufupi kuhusiana na hiki ambacho nyewe mmekiandaa ya serikali ya wanafunzi imejipanga kweli kweli kwenye mashindano ya Mr and Miss IAA 2025, e e e mm, kwa sababu tunahitaji kuinua vipaji vingi vipaji vionekane kupitia Mr and Miss IAA 2025. Okay, sawa. Nikizungumzia experience Uh, wewe, uh, kwenye mashindano ya msimu uliopita, nikiwa na maana msimu wa 2023 2024, ulikuepo kwenye kamati na ulikuwa ni katibu kwenye wizara ya michezo. Sasa hivi tunazungumza ni waziri mwenyewe mwenye, mwenye dhamana uh, kuna utofauti gani uh, kati ya ile event ambayo ambayo imepita uh, na hii ambayo umetuandalia kwa sababu ninazungumzia kuhusiana kwamba wewe ndo mwenyewe ambaye uh, unahusika kabisa kwenye moja kwa moja kwenye event au kutakuwa na hiki utofauti uliopo au ubora au wapi mmeboresha ndo nataka kujua hapo. Yeah, ni kweli ndugu. hmm. Mwaka huu tumejipanga kikamilifu kulingana na mashindano ya mwaka jana. Kiukweli tulifanya mashindano makubwa sana mwaka jana hmm. Japo ilikuwa ni mara ya kwanza, maana mwaka juzi ya kukuwa na mashindano ya Mr na Misa yee hmm. Hivyo basi mwaka huu tumejipanga kikamilifu yale makosa yote yaliyotokea mwaka jana mwaka huyo tumeyasahisha. Tunatarajia kuwa na Mister and Miss IAA ya kitofauti kikweli ndani ya chuo cha uhasibu Arusha. Nadhani wewe mwenyewe unatambua mwaka huu atupoi. Tumetoka kwenye International Freshers, yeah. Sasa tunaingia kwenye Mr and Miss IAA. Sijui mtaipa jina gani. Na ni kubwa kuliko. Na ndo ndo ndo kwa swali ambalo nataka kukuuliza, unajua mliwauliza maswali mengi sana wanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha, yeah, kuhusiana na event ya freshers. Tumeona performance kutoka kwa wasanii sita tofauti ambao wote ni top artist kutoka Tanzania kwenye muziki wa Bongo Flava, lakini pia Singeli. Hii mnakuja, uoni kama kutakuwa kuna ugumu kwa kiasi chake eh, kufikia ile kitu ambacho mlikifanya, au nataka kujua utofauti, au ni kwa namna gani ambavyo mmejipanga kujibu maswali ya wanafunzi wengi, kwa sababu tunakutana maswali mengi, watu wanauliza vipi performance za wasanii, vipi zawadi labda kwa Mr and Miss. Nataka utuweke wazi leo. Nimekubamba mzee wangu, yani kwa mwaka huu, yani nipende tu kuambia kwamba wajiandae kuenjoy, kwa sababu 2025 chini ya Rais Edwin Abelandea pamoja na mkuu wa chuo yaani, hatutamani kabisa kuwe na jambo dogo ndani ya chuo cha uhasibu Arusha. Ndio maana kadiri tunapokaa, kadiri siku zinavyokwenda, tunajaribu kufanya mambo makubwa na kufunika yale yaliyopita nyuma. Kwa hiyo mambo yatakuwa ni moto. Tuzungumzie kwa kifupi kwenye mashindano ya Bulls Cup, yamekuwa ni mashindano ambayo ndo kama ya kuvutia zaidi kwenye chuo chetu kutokana na ukubwa wa zawadi, lakini tukirejea kwenye mashindano yaliyopita, kulikuwa na vurugu nyingi sana, kulikuwa na mambo mengi. Tunajua ndio, uh, ni zawadi kubwa, lazima mambo makubwa yafanyike. Mna, mna, mna utofauti gani au mmejiandaaje katika hilo swala ku, kuangalia namna gani ambavyo ligi inaweza ikaanzishwa, lakini pia ikamalizika salama na sio mshindi wa mezani kama ambavyo misimu mingine waga inapita? Ya, yeah, mwaka tumejipanga na nadhani pia na swala la michezo ndani ya chuo cha uhasibu Arusha, mm. ime, imekuwa kwa, kwa kiasi chake mm. nikiwa na maana kwamba tumekuja kuona mashindano ya Mr. and Miss yalikuwa na ubora kiasi, kwake, kiasi mm. chake, ushindani wa hali ya juu unaona, leo hii timu ambayo hakuzaniwaga kwamba anaweza kufika hatua ya robo finali, mm. kufika hatua ya fa, nusu finali, wanaleta ushindani wa hali ya juu, kwa hiyo mashindano yatakuwa ni ya hali ya juu ni mashindano ya kupambana, mm. nyasi kusagika Koyo. Kwa hiyo nipende tu kuwatolea hofu kwamba hakuna mshindi wa mizani atakayepatikana, mm. lazima mpira uchezwe, lazima boli litembee ndani ya chuo cha uhasibu Arusha elfu mbili na ishirini na tatu eh bwana, lazima mshindi apatikane na lazima boli lichezwe eh bwana. Mimi napenda kukushukuru eh, ni moja kati ya viongozi ambao kwa nafasi yako umeonyesha mabadiliko makubwa sana kwenye sekta yako. Tunatamani kuendelea kuwa na viongozi kama nyie, lakini pia nipende kuwalika wanafunzi wote kwamba kuanzia tarehe tatu mashindano yanaanza na hautakiwi kukosa. Na this time around ni kwamba tayari eh, mamisi ambao wataenda kugombea kugombea tayari tumeshawapata si ndio? Tayari tumewapata, tumepata wale waliojiandikisha zaidi ya washiriki mia moja. Kwa maana usitegemei kuwa na mashindano ya kitoto. Judges watakuwa fair na kila kitu kitaenda in fair. Kwa hiyo hakuna mtu atakayepita tu hivi hivi lazima lazima, lazima, lazima kuwe na ushindani. Okay, okay. Lai, haki lazima itendeke. Nilikuwa na mheshimiwa mwenye dhamana ya michezo chini ya uongozi wa serikali ya wanafunzi mwaka 2024 2025, na hivyo ndivyo ambavyo namaliza na kilipoti kutokea ndani ya chuo cha uhasibu Arusha. I go by the name Ben MC BMT Classic, kama kawaida, tunatakiwa tukutane kwenye Mr and Miss IAA 2025. Hii ni kubwa kuliko Shoutout.